Nimerudi tena kwenu wapenzi wangu na ndugu zangu, kuwakaribisha kwenye kipindi chetu hiki leo. Nataka kuwapongeza wengi wenu, kwa mara ya kwanza mnafuatilia huduma yetu. Nataka kuwaambia kwamba hivi karibuni mtaona lengo letu ambalo ni kuandaa, kuelimisha kupitia Injili kuwajulisha kila mwamini nafasi yake katika Kristo Yesu katika wakati huu. Pia ningependa kuwahimiza wale wengi ambao wanatutazama kote nchini, kote katika nchi hii yote, na ningewahimiza watuandikie, watupigie simu na kutuambia wanavyonufaika, jinsi wanavyojengwa na ujuzi wa mafundisho yetu. Nawakaribisha kwenye fundisho hili zuri. Twende kwenye hatua inayofuata. Mada tunayozungumzia leo ni kuhusu zama ambalo linakuja. Biblia inasema kuna zama lijalo. Lakini zama hilo lijalo ni lile lile ambalo lipo sasa katika umilele wote na milele zote. Mtume anasisitiza Warumi sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na mbili anasema, msikubali kufanana na zama hili la sasa. Swali kwa wakati huu rafiki yangu mpendwa ni kama sisifanani na zama hili mchungaji, nitafanana na lipi? Mungu anakuambia usifanane na zama hili bali kuna zama lingine unapaswa kulifanana nalo. Biblia inasema wewe ni wa zama lingine. Baadaye tutashiriki Warumi sura ya 12, ambapo inasema, usifanane na zama hili bali ubadilishwe kwa njia ya kufanywa wapya katika uelewa wenu wote lakini Biblia ina rekodi kwamba sisi tunatoka mbinguni. Sisi tunatoka katika zama lile, zama lijalo ni lile lililokuwa na Mungu milele, na sisi tuna uhai wa awali kwa roho zetu. Kama nilivyokwambia hapo awali, wazazi wetu wana uwezo wa kuzaa mwili, mifupa, neva na sura za mwili, lakini hawawezi kuzaa roho za kweli. Mungu ndiye baba wa roho na Mungu aliumba roho zote kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu, aliwaumba. Tutaangalia mstari unaoonyesha lini roho hizo ziliingia kuishi katika mwili. Mstari wa kwanza ni Waebrania sura ya pili mstari wa kumi na nne na tazama kile kinachosemwa hapo. Inasema kwa hiyo, kwa kuwa wana walishiriki nyama na damu, naye pia alishiriki mambo hayo, ili kwa kifo chake amharibu yule mwenye mamlaka ya kifo, Ibilisi. Tuangalie mstari huu tena. Tazama kile kinachosema: kwa kuwa wana walishiriki nyama na damu. Unagundua walikuwa wana, walikuwa tayari wana, lakini walishiriki nyama. Kwa hiyo Biblia inasema Mungu pia alishiriki mambo hayo. Ndiyo maana tunaona udhihirisho wa Yesu Kristo, Mungu katika hali yake ya milele. Anaona watoto wanashiriki nyama, na yeye pia anasema, nitashuka huko kushiriki mambo hayo. Injili inatuambia tuna uhai wa awali kabla ya kuishi katika mwili huu. Wewe ni roho inayoishi katika mwili, roho yako iliundwa kabla ya msingi wa ulimwengu. Mungu haumbaji roho mpya leo. Mungu aliwaumba roho kabla ya msingi wa ulimwengu na akaandaa mpango ili washiriki nyama na kuja hapa duniani. Mstari wa pili, Unaotoa ushahidi ni waraka wa wa pili kwa Timotheo sura ya kwanza mstari wa tisa. Tazama kile kinachosema mstari huu, inasema yeye aliyetuokoa na kutuitia wito mtakatifu, si kulingana na matendo yetu tuliyoyatenda, bali kulingana na kusudi lake mwenyewe na neema ile aliyotupa ndani ya Kristo Yesu. Lini? kabla ya nyakati za milele. Kwa nini kabla ya nyakati za milele? Kwa sababu ya mada tuliyosoma, msifanane na zama hili. Kwa nini? Kwa sababu kabla ya nyakati za milele ulitunukiwa neema, ulitunukiwa ujuzi, ulichaguliwa tangu kabla ya nyakati za milele ndiyo maana Paulo anakuambia msifanane na zama hili, bali renoveni. Na mchungaji, nini kinachorenewa? Inasema fanyeni upya kwa njia ya kufanywa wapya katika uelewa wenu. Wote kuna ujuzi ulitolewa kwako katika roho hapo awali ulipokuwa na Mungu. Sasa umeshiriki nyama na umesahau kwa sababu ya dhambi ya Adamu. Sasa mtume Paulo, msimamizi wa mafumbo ya Mungu, anakuambia neema hiyo ilitolewa kwako kabla ya nyakati za milele. Mstari unaofuata unakupa ufahamu tena kwamba wewe unatokana na kabla ya msingi wa ulimwengu. Warumi sura ya 8, mstari wa 29. Tazama ushahidi wa kibiblia inasema, kwa maana wale aliowajua tangu zamani Zamani zamani lini ni zamani? Zile zama ambapo Paulo anakualika kuwa mshiriki kwa sababu wale aliowajua tangu zamani, pia aliwaweka tangu zamani ili wafananishwe na mfano wa mwana wake ili awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi sana. Inamaanisha mtume Paulo anasema, tazama anachosema: msifanane na zama hili kwa sababu nyinyi mnatoka zama lingine. Mstari unasema kwamba tuliposhiriki nyama na damu ndipo mambo yalipoharibika. Kila kitu kilikuwa sawa mpaka tuliposhiriki nyama na damu na dhambi ikafunika, dhambi ikafunika uelewa wetu. Tukabakiwa na utukufu wa Mungu. Basi Paulo anamwambia Timotheo, tazama Timotheo, ulitunukiwa neema kabla ya nyakati za milele. Usikubali kufanana na zama hili kwa sababu ulitunukiwa ujuzi na hekima kabla ya nyakati za milele kuwekwa. Na kisha Warumi 8:29 imethibitisha, wale aliowajua tangu zamani. Na kama aliwajua, aliwaelimisha, aliwaumba, aliwafundisha. Tulikuwa viumbe wenye akili katika roho. Tuliposhiriki nyama ndipo mambo yalipoharibika. Ndiyo maana Warumi 8:29 inasema wale aliowajua tangu zamani, hawa pia aliwaita, hawa pia aliwaweka tangu zamani. Na mwisho kabisa tutathibitisha hili kwa kusoma Yohana sura ya 6, mstari wa 45. Angalia inavyosema aya hii. Yohana 6:45, tazama inasema nini? kama ilivyoandikwa kwa manabii na wote watafundishwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kila mmoja ambaye amemsikia Baba na kujifunza kutoka kwake anakuja kwangu. Mwangalie kwa makini sana, kwa makini kwenye skrini zingatia. Inasema basi kila aliyesikia kwa Baba na kujifunza kwake anakuja kwangu. Tazama, ni ajabu sana rafiki na ndugu yangu mpendwa. Manabii wanashuhudia katika agano la kale kwamba wote waliomsikia baba na kujifunza kwake. Eh, mchungaji, na tulijifunza lini kutoka kwa Mungu? Naam, katika kuwepo kwako, kabla wakati ulikuwepo na Mungu, wakati Mungu alipokuumba wewe na kukupa uumbaji kwa mfano wake. Unakumbuka wakati huko Ayubu siku moja wana wa Mungu walipokuja kusimama mbele za Mungu na shetani akaja kati yao kumshtaki. Unakumbuka jinsi alivyoshitaki. Inamaanisha zamani. Wana wa Mungu walikutana na Mungu, kulikuwa na mikutano katika jamii ya malaika ambapo kulikuwa na kila kitu Mungu alichoumba. Kumbuka kwamba Mungu aliumba malaika wakuu, kerubi, serafi, malaika ilikuwa jamii ya malaika. Ndiyo maana Biblia inasema kwamba anawafanya malaika zake roho. Katika Waibrania sura ya kwanza anawaita malaika zake roho. Sisi ni roho, sisi tulikuwa na uwepo wa awali kabla ya kukaa katika mwili na unajua vipi. Mwili gani ulikuwa na roho yetu? Mwili wa malaika, mwili wa kimalaika. Lakini nini kinatokea kutoka ile sehemu ya tatu? Mmoja alienda na shetani, wawili walibaki na Mungu. Na kutoka hizo sehemu mbili za tatu, mmoja angejulikana kama wana, wangechukua miili, wangekuja hapa duniani, na mwingine angebaki kama malaika wanaowahudumia wanaoishi hapa duniani. Katika Waibrania sura ya kwanza mstari wa 14, inasema: Je, hawa wote si roho watumishi waliotumwa kuwatumikia wale watakao urithi wa wokovu? Kwa hiyo tuna malaika wanaotuhudumia sisi, malaika wanaotulinda lakini wewe ulikuwa roho uliyekuwepo kabla ya msingi wa ulimwengu, na sasa umeshiriki nyama lakini dhambi ilikufunika. Dhambi ilifuta maarifa yote, na sasa Paulo anakuambia tazama, uifanye upya, uifanye mpya. Kwa maneno mengine, uelewa kila aliyefunzwa na Baba, kila aliyesikia kutoka kwa Baba, maarifa hayo yamesahaulika. Na Paulo anasema tunapaswa kufanywa wapya kupitia upya wa akili zenu. Ndiyo maana Yesu Kristo anapozungumza nasi anasema kondoo wangu wanajua sauti yangu. Ninawaita nao wanajibu. Kwa nini Yesu aliwaita kondoo? Hata wale walio katika dhambi, unajua kwamba sisi tumekuwa kondoo daima. Kuna watu wanafikiri kwamba sisi tulikuwa mbwa mwitu na tulipomkubali Kristo kama Mwokozi tulibadilishwa kuwa kondoo. Hapana, Biblia inasema kwamba sisi tulikuwa kondoo waliopotea inasema kondoo wangu wanajua sauti yangu. Kwa nini kondoo wanajua sauti ya Bwana? Kwa sababu yeye alikuwa nao hapo awali katika roho, lakini wale kondoo waliposhiriki mwili uelewa wao ulifunikwa, walipoteza maarifa. Na Kristo ambaye ni bwana wao anasema mimi nimekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Alikuja kuwatafuta kondoo zake, na jambo la kupendeza ni kwamba aliwalinganisha na mia moja Milioni hizo za kondoo, aliwalinganisha na kondoo mia moja, na anasema kwamba mpaka awapate wote. Anasema hapumziki mpaka ampate kondoo wa mwisho. Sasa matumizi ya funzo hili ni kama unavyoona hapa, dokezo hili: zamani zako na Mungu. Tunapaswa kuelewa kwamba sisi sote tuliumbwa kwa mfano wa Mungu na mfano wa Mungu si hii nyama sisi sote tuliumbwa kwa mfano wa Mungu kabla ya nyakati za milele, na ile neema tuliyopewa kabla ya nyakati za milele na Mungu. Ndiyo maana katika Warumi nane ishirini na tisa inasema wale aliyowajua hapo awali. Hakujua wingu, hakujua herufi, yeye alikujua, yeye alikufanya, yeye alikufanya wewe. Ndiyo maana Mungu aliupenda ulimwengu kiasi kwamba amemtoa mwana wake. Ndiyo maana alikuja kukaa katika mwili wa nyama, ili kuwatoa wale tuliokuwa mateka kwa mapenzi ya Ibilisi kwa sababu ya dhambi ya Adamu. Lakini ushahidi wa kibiblia ni kwamba una historia zamani zako na Mungu, una uwepo wa awali, na Paulo anakuambia msifanane na enzi hii. Kwa nini? Kwa sababu kuna enzi bora, enzi ambayo ulishiriki. Ambapo ulishiriki hapo awali na Mungu na kwamba sasa Yesu Kristo amekuitwa, amekukomboa na Paulo anakuambia, uifanye upya, uifanye mpya tena. Maarifa haya yako ndani yako unahitaji kuyafanya upya. Mtume Paulo katika Waefeso 4:23 anasema, mkarudishwe upya katika roho ya akili zenu. Paulo anatumia maneno mengi kukwambia, tazama, maisha yako si tu donge la nyama lililozaliwa siku chache zilizopita. Wewe una uhai uliopita kabla ya kuishi katika mwili huu wa nyama. Tutaendelea na sehemu ya pili ya somo kuhusu maisha yako ya sasa hapa. Mtume Paulo anasema watu wamwone watumishi wa siri za Mungu. Mimi nakufanyia hivi kwa kushiriki sehemu ya siri za Mungu. Paulo anasema watu wanapaswa kutuona kama watu wanaoelezea siri za Mungu. Inaniuma, nimeitumikia miaka 28, nimeongoka miaka 28, nimekuwa nikienda kanisani kila wiki Nikienda katikati ya wiki, mwishoni mwa wiki, daima kwa miaka 28, na inanihuzunisha. Nilikaa miaka 13 au 14 bila kujua siri za Biblia. Neno kupangwa tangu asili lilinifanya niogope. Nilikimbia Waefeso 1 kwa kasi sana. Niliyoisoma neno siri lilinifanya niogope kwa sababu ufahamu wangu haukuwa umepata mwanga lakini mara moja nilielewa mafundisho ya Paulo, njia ya kufundisha ya Paulo. Paulo anazungumzia siri iliyofichwa, anakwambia kuhusu kupangwa tangu asili, kuhusu kuchaguliwa. Hilo ndilo lugha yake Paulo. Anasema, eh. Paulo anasema una wakati uliopo, wakati wako katika Kristo Yesu. Tazama anachosema mtume katika sura ya kwanza Aya ya tisa ya kitabu cha Waefeso ni ajabu, akituonesha siri ya mapenzi yake Mungu, kama alivyokusudia ndani yake mwenyewe. Tuiache hapo aya hiyo. Tazama anachosema, angalia anachosema, akituonesha siri ya mapenzi yake. Tazama kile ambacho Paulo alikijua. Unajua nini maana ya ya kujua siri ya mapenzi yake? Paulo anasema siri ya mapenzi yake ilikuwa imefunuliwa kwake. Hii ndiyo sababu tunapaswa kuelewa mafundisho ya Paulo. Ukijua siri yake, tabia yako, namna unavyofikiri, akili yako yote yatakuwa tofauti. Unajua nini? Akili ya Mungu, ndiyo maana Paulo anasema tuna akili ya Yesu Kristo. Ukimjua siri yake utaelewa Waefeso sura ya pili aya ya, ya, ya kumi. Tazama anachosema: kwa sababu sisi ni kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu kwa matendo mema, ambayo Mungu aliyatayarisha tangu zamani ili tupate kuenenda katika hayo. Tazama anachosema kwamba Mungu aliyatayarisha tangu zamani kabisa. Utengenezi matendo mapya leo huna haja ya kujitahidi kushindana na mtu. Ulijua kila unachofanya Mungu amekiweka kwa mpangilio ili utembee ndani yake. Unaona, hii ninayofanya na wewe. Hili ni tendo la tangu zamani. Sikulazimika kutunga hili. Roho mwenyewe analiweka akilini mwangu ili nilifanye, kwa sababu yeye anayetenda ndani yetu. Njia ninavyotoa masomo, jinsi ninavyoelezea, hii si kitu cha kunipa sifa. Si kwa juhudi zangu nyingi nilizofanya, ni matendo yaliyotayarishwa tu tangu zamani, ili tupate kuenenda ndani yake. Sisi ulijua, Mungu ana matendo tayari ili utembee ndani yake. Una haja ya kulipa bei. Bei ilishalipwa. Biblia inasema kwa kila mtoto wake ana matendo tayari tangu zamani. Na wakati unapopumzika, ukiendelea na matendo na mtazamo wa kulipa bei, Mungu hata kufunulia wewe mapenzi yake, lakini ukipumzika ndani yake, Biblia inasema, ingieni katika pumziko lake mara moja ukiingia katika pumziko hilo, ambapo amekufanya mkamilifu kwa sadaka moja, amesamehe dhambi zako zote, umekubaliwa ndani yake, umekamilika, hakuna kinachokukosa. Mara moja uelewe, umeokoka kikamilifu na milele. Ndipo utaingia katika pumziko, ambapo unaanza kukiri: Baba, nakiri kwamba una matendo yaliyo tayari tangu zamani, ili nipate kutembea ndani yake Baba, napokea matendo hayo ya zamani, na Roho inaanza kukuchukua na kukuonyesha, inakupeleka kwa watu unaopaswa kuwafahamu na kadhalika huko hapa, ukifanya kitu kipya. Moja ya mambo ninayoona Paulo alipoanguka chini njiani kuelekea Dameski, mara moja Anania alimtokea. Mungu anampeleka Anania kumwambia, Mungu wa baba zako amekuchagua, ujue mapenzi yake si yako, Paulo. Ndiyo maana Paulo alisema ninaona yote kama takataka, huna haja ya kuleta yako hapa. Yako hapa na yangu hayafai. Kinachofaa hapa ni kile alichokitayarisha tangu zamani, ili ufanye unachopaswa kufanya. Ni kujua kusubiri na kujua kukiri, katika kile Mungu anapokufunulia huduma yako, sehemu gani unapaswa kuchukua kanisani. Mungu anaonyesha kila mtu matendo hayo aliyoyatayarisha tangu zamani na ambayo tayari ulikuwa umeyapokea. Aya hii ni ya ajabu. Waefeso 3:9 ni amri ya Mungu kwetu sote. Tazama jinsi inavyosema. Soma aya hii na uhifadhi ushahidi. Inasema, na kuwafahamisha wote, ni upi usimamizi wa siri ile iliyofichwa tangu enzi zote katika Mungu aliyeviumba vitu vyote kabisa. Tazama anachosema na kuwafahamisha wote , nataka kurudia aya hii, isome nami kwenye skrini. Inasema na kuwafahamisha wote, ni usimamizi wa nini? Wa siri iliyofichwa tangu wapi? Tangu enzi zote katika Mungu aliyeviumba vitu vyote kabisa. Sikiliza, mada ya leo ni msiendane na kane hii, au tuseme mada ni kane inayokuja. Ndiyo maana inakuambia usifanane na kane hii kwa sababu unatokana na kane nyingine na hapa inasema Paulo. Mungu alimwita Paulo kueleza kwa wote kuhusu huduma ya siri iliyofichwa tangu enzi zote ndani ya Mungu. Angalia Paulo anasema nini? Kuna siri iliyofichwa kabla ya msingi wa dunia iliyofunuliwa Paulo na Paulo anataka ujue. Mimi siku moja nilijua na nikastaajabu kwa neema hii tamu. Nilichaguliwa kabla ya msingi wa dunia. Sikuchaguliwa miaka 28 iliyopita nilipomkubali Kristo; hapo ndipo iliponijulisha alichokiamua juu yangu kabla ya msingi wa dunia. Mungu hayachagui watu leo. Mungu alituchagua kabla ya msingi wa dunia. Kwa kusema hivyo, Mungu hawaokoi watu leo Mchungaji, hilo linaonekana kama matusi, kwa sababu rafiki yangu aliokoka jana. Hapana, jana ilifunuliwa kwake. Mungu aliokoa miaka elfu mbili iliyopita miaka elfu mbili iliyopita alitekeleza hilo, wote walioandikwa katika kitabu. Danieli 12 aya ya kwanza inasema watu wake wote wataokoka, watu wake wote watakombolewa. Danieli 12 aya ya kwanza inasema. ukijua siri hizo basi unaelewa mpango mzima wa Mungu. Kile kinachobaki kutokea, unaanza kuelewa mipango yote ya Mungu. Ndiyo maana hiyo ni huduma ya siri iliyofichwa, lakini sasa haijafichwa. Iliacha kuwa siri ulipojua. Angalia anachosema barua ya ya ya kwanza, samahani nakosa, wa Kolosai sura ya tatu aya ya kumi ili uone huko tendo ambalo lazima utazame jinsi linavyotokea katika maisha yako, ili uelewe hizi siri zote. Angalia kile ambacho anasema wa Kolosai tatu aya ya kumi. Anasema na kuvaa mpya. Kuvaa, andika hilo kwenye ubao wako wa kufikirika. Kuvaa inamaanisha kwamba ulikuwa umeshavikwa na unahitaji kuvaa tena. Anasema na kuvaa mpya, ambao kulingana na mfano wa yeye aliyemuumba unajifanya mpya mpaka ufike kwenye ujuzi kamili. Tazama, kuna maneno mawili ninayotaka kusisitiza: kuvaa na kufanywa upya. Kwa nini Paulo anatumia neno na kuvaa mpya? Kwa sababu ulikuwa umeshavikwa mtu mpya, lakini Adamu Adamu alikuvua utukufu wa Mungu, na sasa Paulo anasema, tafadhali ndugu, vaeni mpya ambao kulingana na mfano wa yeye aliyemuumba unajifanya upya, ukifanya mpya. Sikia hii, ukitengenezwa upya mpaka ujuzi kamili. Unahitaji kufikia ukomavu wa ujuzi, mpaka ujuzi kamili. Tutaangalia aya moja zaidi, inakuambia siri iliyofichwa inatoka wapi. Barua ya ya ya kwanza kwa Wakorintho sura ya pili aya ya saba. Angalia jinsi inavyosema: lakini tunasema hekima ya Mungu katika siri, katika nini? Katika siri, hekima iliyofichwa. Sema nami, iliyofichwa, hekima iliyofichwa. Hii si uchawi, lakini ni hekima iliyofichwa ambayo haikujulikana. Mungu aliikusudia kabla ya enzi zote kwa utukufu wetu. Nataka usimame hapo na uisome tena, mwangalie Mungu alikusudia kabla ya enzi zote. Mada ya leo ni msifanane na enzi hii au enzi ijayo. Kwa nini anasema Mungu alikusudia kabla ya enzi zote kwa utukufu wetu? Kwa nini anakuambia hivyo? Ndiyo maana Paulo anakuambia msifanane na enzi hii, Tazama, jifunze upya, vaa upya, kumbuka hekima ile ambayo ulikuwa nayo kabla ya msingi wa dunia, kwamba sasa katika Kristo Yesu una akili ya Kristo. Na Mungu anainua huduma kama hii kukufanyia akili upya, ili polepole uanze kufikiri hekima hii ulikuwa nayo hapo awali na dhambi ya Adamu ilifuta, na sasa unapoingia kwa Kristo, Kristo anataka kukufanya upya, kukufanya akili mpya, ujue tena hekima uliyo nayo hapo awali, uhusiano uliokuwa unafurahia hapo awali, na kwamba sasa unaweza kufikia kimo cha mtu mkamilifu kupitia ujuzi wa Injili ya kweli. Msifanane na enzi hii. Je, unajua walichokuwa wakiniambia zamani waliposema msifanane na enzi hii? Waliniambia usiende ufukweni, usitende dhambi, usicheze, usitoke na daima ilikuwa ni kulaumu. Msifanane na enzi hii, tazama, ishi maisha matakatifu usitende dhambi, usiende, usiguse. Lakini ndugu, tazama, kuna watu ambao hawajakombolewa na si lazima kuwaambia usifanye hivi au vile na wao si wamekombolewa. Mungu hakukuita katika kanisa ili upewe ushauri mdogo na kulaumiwa kidogo. Wakati Biblia inasema msifanane na enzi hii, ni kwa sababu kuna enzi bora, enzi ijayo uliokuwa sehemu yake hapo awali. Huko ulitoka na huko unarudi. Mara moja Yesu Kristo aliwaambia Mafarisayo, mimi si wa ulimwengu huu, nimeshuka kutoka mbinguni. Na wao walisema, lakini umeshuka kutoka mbinguni vipi? Sawa kwa ujumla, sisi pia tulitoka huko. Wakati wangu sasa unafika mwisho wake, na kwa bahati mbaya ninahitaji kumaliza, lakini nakuita uwe nasi kwa ajili ya kipindi kijacho, kukuhudumia siri za Mungu, hekima iliyokusudiwa kabla ambayo Mungu aliikusudia ili uimiliki leo. Kwa hiyo ninakutangazia baraka.